nioime kiyako u mamo maza okiweteea kuthi vai university So tumetumetulia pale pale nini nini, ukaenda yakuwa kupata ni sana home. uh -huh. But then basically pale tao uh -huh. unapata sasa, si nikutulia pool table pale nini nini kuhustle eh, kuhustle hapo hivyo, alafu sasa maisha ya campus ikakuja uh -huh. then sasa nikaenda nikaingia pale Mount Kenya University then all of a sudden pesa ikapotea uh -huh. uh -huh. Eh, hiyo time sijui nini ka happen muzaya akakosa pesa so nika drop unaona, no, no. Eh, sasa hiyo time nilikuwa nafanya degree nikatoroka, so nikaingia mtaa, nikaanza pale Mlolongo. Alafu unajua mzae was kind of songo songo design, so wale watu unajuana nao ni wale watu mechanics wanaowatengenezea magari ama wale watu wanawaletea maji kwa nyumba wao, unajua ni watu wengi kwa sasa. Uko mtaa na una mtu unajua, wale watu unajua ni wale wale tu, wale unajua wale ma mechanic ndo anakufunza nini nini, unataka kukua na machine kama wale watu wengine maboys. So pale mjini eh, unataka sasa ushikishe jaba kama uweke ma uweke uh -huh. magoldi kama wale watu wengine uh -huh. mangoto uh -huh. sasa unapata sasa, lazima uingie mtaa, mwangalie fomu ni gani wakanifunza, tukaingia hiyo uh -huh. e, time sasa kulikuwa na vitu mingi li Mlolongo, ilikuwa time ya Masai, huyu asikatoka na Masai, najua ametisha <coughs> mtaa sana. Gaza imekuja, watu wameibiwa, tukatoka pale, nikaenda yani imekuwa mtaa ya wezi kila mahali, basically kila town, town <laughs> kitambo before. Sasa serikali safisha, sasa kumekuwa Gaza uh -huh. so, yeah, so, kuja kuwa fine geto, kuja geto, kuja kuwa fine ikifika 6, uh hata hata mchana unaweza toka, ujanja ni mingi, si lazima upigwe ngeta. Ujanja so, so, uh, nataka nataka utuelezee vizuri um, vile mlikuwa mnafanya si wewe, hata kama ulikuwa hiyo ilikuwa kitambo, sasa ume reform, hata nisikwambie sasa. Eh, sijui kama unanielewa wewe zaidi. hai wewe, nikikwambia nikikwambia pale hivyo, kuna kapultable mama na baone vile kwa aswa kapultable, kuna majaba jaba pale, alafu kuna mabezi, mnatulia baadaye, alafu siku siku na kupigana ngeta. Ngeta hakuna kueleza design nyingine, ngeta ni ngeta ni na mnajuana eh, si mnajuana mapultebo eh. Sasa e, Mtaa ikakuja mlolongo ikakata, sikukata uh -huh. inatakanga una move sasa, uwezi kaa mtaa moja na mzae na mzae pia ni main eh. Sasa ukahamia tawini, sasa nisha drop mzae na freeze, nisha drop mimi, nimehamia nimehamia wapi? Nimehamia kwa Kawangware pale kwa bridge na robi, sasa eh, ni kanairo tu eh, huko ni huko ni kikuyu na huko ndani, huko umepiga hapo, tumeuza makochi ma, manyanya kwa hiyo bridge tu fine, kama kawaida, unajua, eh, kama kawaida mnaenda mboka mnarudi. Tukatoka hapo tukaenda, tukatoka hapo nikaenda Eastleigh. Eh, Eastleigh nikaenda pale nikakaa kule hivo ndani vizuri sana. Sasa uh -huh. ni changamoto zipi zenye zenye umepitia hiyo wakati yote? Changamoto ni basically wewe haugrow, we unajua, kama uko na ndoto unakuwa uendelei na uh, kuna kuvuta madawa za kulevya kukunywa madawa za kulevya e, una, una grow mapema unajua kama ni, kama ni...